Mwakitalima fondo chuma moja wale kundu Msimbazi, Simba mmelipokeaje? Hujamaliza ungesema Mwakitalima kibisa wala umebadilika, hadi umebadilika Mwakitalima kibisa wala elimu, bendera lazima zipepee. Bendera ziko tatu mama, eh. Hii inawakilisha watanzania wote walioko duniani, wanyama, kwamba mnyama ndio anaipeperusha nchi hii. Hii hapa ni kwa ajili ya ubaya ubwela hii. Alafu hii hapa hii hii ndio ya Simba nguvu moja hii. Kwa hizi bendera zote zina maana yake. Hapo una slogan ya msimu na slogan ya simba yenyewe, ya ya eh, ee, ee, ziko mbili kuna ya ee, ubaya ubwela na Simba nguvu moja. Niwaambie tu Watanzania na wana Simba, haiishi mpaka iishe fainali, tunaihitaji hawa wepesi tu wamekutana na uwanja ambao uwanja ni mgumu kama wa Azam Complex lakini wangekuwa rupaso wangejuta nini? kili waleta Tanzania, wangekuwa rupaso a uwanja bwana, tuyache. Kuna vitu vingine vya kuzizungumza jikoni, sio kuzungumza sebleni, eh. Kuna vitu vimepungua vingi sana kwenye uwanja huu, ndio umekizi vigezo, lakini kuna mambo yetu yale ya jikoni, yale ya jikoni pila biliani pila minyamanyama pila kachumbari. Mipasi milioni mia tatu hamsini haijaonekana leo. Uwanja wa Amani sawa na uwanja wa Azam Complex, lakini ni waombe tu kwamba haiishi. Tuna dakika tisini zingine. Daban tutakwenda, ninawaahidi wanasimba, tunakwenda kumaliza ishu pale pale kwao. Daban tutafunga, tutafunga mitaa na maduka yake. Ha? tutafunga mitaa na maduka yake kwa sababu ale Dabani sio kwao, ale nao sio kwao, wote tunacheza neutral ground watoto wa town. E, wale watoto wa, wa Cape Town mwishoni mwa South Africa huko, yani wale kama ni Mbea au wako mkoa wa Songwe, wako mpakani mwa Zambia na Tanzania, yani wako Tunduma huko. Kwa hiyo wale kwao ni huko Cape Town, ni mbali kabisa. Kwa hiyo tunakutana nao Dabani, niwambie tu wana Simba, Endeleeni kunywa mtori, nyama mtazikuta chini, bila kusahau dua, tuendelee kumwomba Mungu. Mwaka huu tumedhamiria, mwaka huu tuna jambo, mwaka huu tunataka tuingie fainali, na tukiingia fainali tunalileta lireta, mkiingia awe araisi Birkane, awe CS Constantine, tukiingia fainali nawaambia waandishi wa habari nyie mliopo hapa na kamera zenu, tukiingia tu fainali wote ni, ni. Andikeni kabisa na, wa, na waahidi hapa, uh-huh. Narudia tena narudia tena, hey, hey. Hmm. Waandishi wa habari, mkiona mnyama ameingia fainali, kuna ishirini ishirini zenu zipo zimekaa tu hazina kazi bana, usije ukaona ahidi, nimekwambiaje? Ishirini, ishirini sisi Wanasimba pesa ipo, sisi Wanasimba pesa. Ukiona kitambi kama hiki, hebu tukione hiki, hizi ni hela una kwenye maziwa kuna kitu kinaitwa klim, sijui kama unaifahamu. Ile klim inakaa juu ya maziwa inakuwa kama ina rangi ya njano. leo tumekosa klim. Jean Charles Ahoua hakuwa, alikuwa na networki kama king'amuzi cha Star Times tena. Ehe. Kwa hiyo leo Jean Chele alikuwa network, sijui alilala Mkunazini yeah, sijui alilala Mwembe Tayari yeah, sijui alilala Mwembe Dolo yeah, sijui alilala Kibanda Maiti sielewi, ah, ah. Mama, dakika sekunde ya ile ambayo haimruhusu kunywa yani, kuku kunywa maji yeye na nyavu anatufanya mimi sukari iwe juu, kanipandisha sukari leo, yaani amenipandisha sukari. Lakini hata hivyo niwaambie tu Wanasimba, haiishi mpaka ishi, tunakwenda fainali. Kuna watu wanahangaika Babati huko wanapigapiga picha kwenye supu, sisi tunawaza Hai, ali sisi tunawaza fainali nawafuatilia. Na kwa sababu wamekodi basi linaitwa Machame, hapo wamebandika stika zao, wanajifanya lile basi sio la kwao. Lile ni basi la Machame, linapiga tripu za daa Kondoa. Wasubiri iliza ikija, tutawazima ile Golden Dragoni waitumie kwa sababu bado iko bora eh, ndio kwa sababu hawana usafiri. Mpango wa iliza ile gari ni G8 plus dukani wanauza bilioni mia mbili thelathini kwa Tanzania, kwa Dar es Salaam walionayo Azam FC ni, ni iliza 6 plus, ni ndogo sana ile. Hata yule mwenye mabasi ya Katalama ana, ana iliza 7 plus. Hii ya Simba ni 8 plus. Unasikia mambo ya 8 plus. Wau, wow, mdomo mali yake, mwache azungumze. Ya waliwahi kuzungumza hatuna uwezo wa kumsajili eli mpanzi, eli mwampanzi kibisa wala, waliwahi kusema hivyo kwamba yule mtu anatoka vwawa, amwezi kumsajili yule, sijui kwao wanalima sana kahawa. Nikamwambia yule anakuja mnyama yule, ndio eli mwampanzi kibisa wala Eh, mkemia anakimbia kama mnyama mmoja anaitwa duma yule. Duma anakimbia kilomita mia mbili hamsini kwa saa. Kwa hiyo unapomchokoza elimpanz, niwaambie tu, Stella Boch waliingia kwenye mfumo alafu wakachomoka, ni sawasawa umelitumbukiza yai kwenye kikaango alafu likateleza likadondoka chini. Tukutane dabani, mabendera haya mtakutana nayo dabani. Ndio wakubwa, ilivyo fainali sio? Unaingia tu kiulaini laini, lazima upambane mwanaume. Ndio maana hata kwenye maandiko wanasema mwanaume atakula kwa jasho. Ndio tunapambana hivi. Kuna watu waliwahi kwenda fainali kamseleleko, walikutana na COVID, walikutana sijui na nini. Hii ndio wanaume wanakwenda fainali namna hii. Tuambie Stella Bosh watacheza mashindano haya mwakani, tripu hii watu wache Tumechoka kwa kina, uh, mwaka nusu, <gibu> <gibu> tumechoka kwa kina mwaka nusu sasa hivi tunaingia mwaka fainali. Tumechoka kwa kina mwaka robo wala wakina mwaka nusu sasa hivi tunakwenda kwa aliye bora mwaka fainali.